Takribani watu 60 wamefariki katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa kipimo cha Richter scale 6.9 kinachotumika kupima nguvu na tetemeko la ardhi katikati mwa Ufilipino. Aidha, maafisa usimamizi wa majanga wa mji wa Bong na miji mingine iliyoathiriwa wametangaza hali ya mataifa huku wakitathmini uharibifu uliosababishwa na tetemeko hilo. Aidha, tetemeko la hali lililotokea kwenye ufuo wa Cebu City siku ya Jumanne na kusababisha kukatika kwa umeme na kuharibu baadhi ya majengo. Ya taasisi ya Ufilipino kitengo cha volcanology na seismology haijatoa tahadhari ya kutokea kwa wimbi kubwa linalosababishwa na mtikisiko mkubwa wa ardhi. Wakazi katika maeneo yaliyokumbwa na tetemeko hilo wameiambia BBC kuwa walilala nje mitaani. Sambamba na hayo, askofu mkuu wa Sebu amewaomba waumini wake kukaa mbali na makanisa mabovu na kuongeza kuwa Sebu ni kisiwa mojawapo ya visiwa vya kwanza vya Ufilipino kutawaliwa na Uhispania katika miaka elfu moja mia tano na kina makanisa mengi ya zamani. Na hii ni tmedia tu, tuna kuweka karibu na habari mbalimbali zinazoendelea kujili ndani na nje cha kufanya Like na kukometi. Langu jina ni Loisi Skila.